Kwanza kabisa hongera kwa kurejesha fomu siku hii ya leo ya kugombea nafasi ya ubunge kupitia chama cha Mapinduzi. Asante sana, nashukuru sana na nawashukuru na nyie pia. hii inamaanisha nini? Hujapumzika, umetoka jana Dar es Salaam kwenye shughuli kubwa, umehamia tena huu kwa ajili ya kurejesha fomu. Yaani, kutimiza wajibu wetu na kutimiza malengo ambayo tunayo. kazi ni muda wote na ndio faida ya kuwa na nguvu kama kijana, kwamba umemaliza moja, mengine yaendelee. Sio sababu ya kwamba mengine ya lale. Kwa nimetoka jana kwenye sherehe za ubingwa, sherehe zimeisha. Sherehe zikiisha, kazi inaendelea. Uamuzi uh, wa kugombea jimbo la Shauri Moyo huu uh, msukumo ulitoka wapi? kwenye chama ama ni wewe tu binafsi umeamua ukajiona ninaweza mimi nadhani eh, ni mwanachama hai wa chama cha Mapinduzi, na mwanachama hai wa chama cha Mapinduzi ana haki ya kuchagua ama kuchaguliwa, na mimi nikaona nitumie haki yangu ya kuomba ridhaa ya chama changu. Iwapo chama kitaona na tosha, basi na mimi nipate ridhaa hiyo niweze kuingia katika mchakato wa uchaguzi kupitia chama cha Mapinduzi na mimi nichaguliwe kuwatumikia wananchi. Una matarajio gani katika mchakato huu wa uchaguzi, kwa sababu tunajua ni mchakato mrefu mpaka kufikia hatua ya kampeni? Ya kwanza ni mchakato mara hii ambao una utofauti kidogo katika namna ya kuwafikia, kuwapata wagombea. Ni mchakato ambao unaanza kwenye chama ngazi tofauti, kuanzia e, tawi, wadi, e, jimbo, wilaya, mkoa, e, na kwa hapa Zanzibar tuna kamati maalumu na hatimaye kuenda kamati kuu e, ya CCM kwa hiyo ni mchakato ambao unaanzia huko. Kwa matarajio yangu ni kwamba e, wagombea ni wengi mm, na chama kina mchakato wake. Kwa, kwa sasa tunasubiri kuona chama kitaleta mapendekezo gani ya wagombea watatu ambao wanastahili e, kurudi jimboni na kuja kuchaguliwa na wapiga kura, kwa maana ya wajumbe wanaohusika kwa kuwa unagombea kupitia CCM unaona chama kimefanya nini hadi sasa katika kuleta maendeleo katika jimbo la shauri moyo chama kimefanya mengi makubwa wakati tuko dodoma katika mkutano wa mwisho jamhuri ya muungano wa tanzania na zanzibar zili chama kiliwasilisha utekelezaji wa ilani na ilani imetekelezwa ipasavyo, imetekelezwa vizuri, imetekelezwa kwenye maeneo yote ambayo chama kilipanga kuyatekeleza majimboni, jimbo moja moja, lakini katika ngazi ya taifa. E, sisi Shauri Moyo ni sehemu ya wafaidika wa maendeleo ambayo yamefanywa na serikali. E, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kulingana na maelekezo na mwongozo ambao ulikuwepo katika ilani, na kwa sababu ilani imete, imetekelezwa kwa ukubwa wake, basi tuna furaha na imetoka ilani mpya, tunaamini, tukipata nafasi tunaenda kuisimamia hiyo. Ukifanikiwa kupita p katika hatua ya tatu, uh, bora wana Shauri Moyo watarajia kitu gani kutokea? Kwa nimekuwa na uzoefu katika uongozi kwa muda mrefu, na sina shaka kwamba ninaweza muda utakapofika, tutakapokuwa tumepata bahati ya kuwa katika wale watatu, basi tutawaeleza hmm. yale ambayo wanaweza kuyatarajia kutoka kwetu na Shauri Moyo, mm-hmm. Lakini yale ambayo tumekwisha yafanya huku nje yanajieleza pia, yeah. Tukimalizia, je, kuna changamoto yoyote ambayo unaiona na ukifanikiwa kupata nafasi, basi itakuwa ndo target yako namba moja kwenda kuanza kufanyia kazi? Uh, ni vyema kwanza tukasubiri uh, chama kikamaliza mchakato wake na kishapotoa ruhusa kwa mujibu wa ratiba ambayo imetolewa kuanza kueleza uh, yale ambayo tunayaona na namna na gani tunaweza kusaidiana na wenzetu mm, kwa maana ya watakaopata nafasi za uwakilishi mm, katika kuyatatua na kuyapa kipaumbele ili wananchi waweze kupata maendeleo. Mimi nikushukuru sana nikutakie majukumu. Na mimi nawashukuru sana na natakia kila la heri. Asante. Asante.